Nam mtazamaji wa Faida Online TV, shule ya awali na msingi ya East Gate iliyopo manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara imefanya sherehe ya maafali kwa niaba ya kuwapongeza na kuwapa mkono wa kwaheri wa hitimu wa darasa la awali. Maafali hayo yamefanyika siku ya Novemba 15, 2025 katika ukumbi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya tawi la Mtwara, ama zamani chuo cha ualimu TTC Kawaida, ukumbi uliopo katika halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa shule hiyo ya East Gate ameeleza kuwa shule hiyo ni bora huku akitoa wito kwa jamii kuwapeleka watoto wao kwa ajili ya kupata elimu iliyo bora iliyotukuka na ile yenye kuleta manufaa kwa baadaye. Faida Online TV watu wa field, pasna hiana tumekuendelea taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, tukukumbushe kusubscribe, ku like, na comment channel yetu ili iendelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa Field. Tafadhali baki nasi. kwa jina naitwa Bashiru Ali Njonjo, ndiye mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi East Gate. Uh, tuko hapa kwa ajili ya mahafali ya vijana wetu wa darasa la awali ambao wanaelekea darasa la kwanza mwaka kesho kwa ujumla, shule yetu ni shule imara, tumejidhatiti vizuri. Nitoe wito kwa wanajamii wote kwa ujumla, tuje kwa ajili ya kuwaleta watoto, kwani shule yetu ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina masomo ambayo kimsingi baadhi ya shule nyingine hakuna. Kwa mfano, shule yetu inafundisha Kichina, inafundisha Kifaransa ambacho maeneo mengi hakuna. Kwa hiyo, nichukue fursa hii kuwakaribisha sana nitawapa ushirikiano wa asilimia mia moja pindi tu nitakapo nitafuta, kwa namba 0623874494 naitwa mwalimu Teresia Mtauka. Mimi ni mjumbe wa bodi wa Eastgate Pre and Primary School. Shule yetu hii wow. leo inaadhimisha mahafali yake kwa ajili ya kuwaaga vijana wetu wa nasari ambao wanakwenda kujiunga darasa la kwanza. Jumla ya watoto hawa wapo sabini na nne. Ni siku ambayo sisi kama wazazi walezi, na wajumbe wa bodi tumejumuika pamoja kuwapongeza vijana wetu, hiyo. Shule yetu hii ni shule ambayo sisi kama walezi tunajivunia kwa sababu kwanza ina walimu mahiri. Uongozi wa shule pia ni uongozi ambao upo makini inawalea watoto wetu katika malezi ya watoto wa Kitanzania ambayo sisi kama wazazi tunajivunia pale tunapoona watoto wetu wanakwenda kulingana na vile ambavyo sisi wazazi tunatarajia. Hivyo basi, nitoe wito kwa wazazi wengine kutoka maeneo mbalimbali kuwaleta watoto wao katika shule yetu hii. Kwa maana ni kwamba ni shule ambayo inatoa elimu iliyo bora lakini sio elimu tu hata elimu ya kujitegemea katika shule hii watoto wetu wanajifunza. My name is Mutraj Musa. I'm in class 2 at East Gate Pre and Primary School in Mtwara. I'm enjoying to be at this school because it is a good school with good teachers. I encourage parents to bring their children at East Gate Pre and Primary School.

Nam mtazamaji wa Faida Online TV, umesikia kiingereza hicho? Umesikia ung'eng'e? Watoto wanagonga tu mayai <laughs> Fanya mpango, mpeleke mtoto wako katika shule hii ya East Gate kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanamtengenezea elimu iliyo bora, na hata akirudi nyumbani akuite daddy, mami, vitu ambavyo unaviona tu kwenye video, si ndio? Yote yanawezekana, lakini pia wanafundisha lugha ya kichina na kifaransa hujawahi kuona popote, ni kushauri tu kumpeleka mtoto wako Eastgate kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Mpaka kufikia hapa, mimi sina la ziada, naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa Field. Asante na kwaheri <tune>